Kwa tulipo tunaye mwenyekiti wa maendeleo ya kata, mheshimiwa diwani wetu. Tafadhali ni mwombe mheshimiwa uweze walau tu dakika hii usalimie, wajue kwamba walau tu hata salamu za serikali, dakika moja. Karibuni mheshimiwa. msifu yesu kristu bwana yeah, yesu asifiwe amen. kwanza kabisa nitumie nafasi hii kumshukuru mwenyezi mungu kwa mema mengi anayotujalia hasa hasa hata pumzi tunayovuta ni ya mungu lakini hata nafasi ya kutupa kuja hapa ni mungu piga makofu makubwa kwa mwenyezi mungu lakini yeah. nitumie nafasi hii kwanza kuwapa pole wanafamilia wanafamilia poleni sana mimi familia hii ni friend kabisa. Hata ukimuuliza mzee Bone, ukimuuliza mzee Sarapi, tuko kidole kimoja na mama hapa ni kidole kimoja. Kwa hiyo nasema wana familia, pole, pole, pole pole sana. Huu um, msiba ni mkubwa na nyambo na gambati urufu turumanyirwa turumanyirwa kila siku ni nirupya leo binti yetu huyu Sifa, mimi baba mchungaji pale alisema kweli, nimefika mahala nikashinda. Mimi nikwambie na nikuhakikishie kwa dakika hizi nilizokaa hapa nilivyoona ulivyotenda, umeshinda na Sifa ameshinda. Naweza nikasema Sifa ameshinda kwa sababu gani? Juzi nilikuwa msibani fulani, sitataja hata niliyokuwapo, lakini nikata kata za mbali kuna kijana mmoja alikufa kutoka Dar es Salaam na aliletwa kwa heshima zote, naye bahati nzuri, naye alikuwa na na miaka kama ya Sifa, miaka ishirini na nane. Alikuwa hajaoa lakini waliambatana na watoto wanne, kwamba aliwazaa omuntu takatasiaga chonka yine abana bana. Sasa ninasema Sifa ameshinda Amekuwa na miaka ishirini na nane no. Anakiwa ho kanakibareta buzima wangu akakatora tora noku, huyu mama ameshinda, ameshinda kabisa binginavyejesura nindi mm -hmm. Ababirembamwija otakubabona, lakini leo ni siku ya sherehe minauza nikasema hivi kwa sababu ni sherehe yake ya mwisho, harafu yeye akujariwa kuowa au kuolewa, aliyemuoa ni Yesu. Haleluya. Na amefunga ndoa na, na Yesu, leo ndiyo sherehe yake hey. Amepandishwa, amepandishwa kwa Yesu, oyee. Tumsifu Yesu Kristo, lakini kaneno kamoja niwaambie, hasa hasa wanakata ya Kiruruma tunakaribia kipindi cha uchaguzi, na kipindi cha uchaguzi tena, huu ni uchaguzi mkubwa unaomchagua rais, mbunge na diwani. Hapo vipi? Lakini niwaambie, hata wenye masimu haya ya ya kuchakisha, tumesha tumeshaanza kuangalia kwenye mitandao, wanasema eh, e, uchaguzi hautakuwepo sijui nini. Ninawaambia, ninawahakikishia uchaguzi upo, pamoja na za kuambia uchanganye na uchanganye na za kwako. Ninachowaambia, uchaguzi utakuwepo, usalama utakuwepo, mjiandae kwenye uchaguzi wa maiga asatu, mbunge, diwani na nani. Na nikifikia hapo, mimi naweza nikasema mama Samia ameshachaguliwa. Kwa sababu gani? Kwa mambo mengi aliyotujalia kwenye kata yetu, na kwa bahati nzuri ametupa mamilioni mengi kwenye sekondari yetu ya Busangaro. Sasa ninaomba, ametukopesha, sasa tumlipe, tumlipe. Vinginevyo ametuwekea vyumba kumi na vitano vya madarasa, vyumba kumi na vitano vimepigwa kila kitu mpaka madawati nilikuwa napiga mahesabu ya haraka kama tungechangisha watu tungekuwa kila mtu atange shilingi laki nane na elfu hamsini sasa hizo laki nane na elfu hamsini hamjazichanga ziko mifukoni mwenu mzitumie kwa mambo mengine mpaka hapo ninasema asanteni sana e, msiku nipa nafasi lambirangi zangu bati nzuri nimesha zikabidhi ninasema poleni sana tuendelee kuwa na moyo wa uvumilivu huu msiba ni mkubwa bila uvumilivu naweza ukazungumza mambo hata ambayo siyo ya kweli asanteni sana mungu awabariki